Moja, sijao, kandarasi wanaramba tu, wanaramba tu, wanaramba tu. Alafu hilo limekera kweli kweli katika madaka sasa. Ni kwa ni watoto wangu wanaramba tu, wanaramba tu, wanaramba tu. Alafu kuna hiyo sio majungu, wanaramba wameweka chaki wanawatia wanawasababisha watu wasifanye maendeleo ya nyumba yao. Wameweka chaki kumbe, lenye hamna ya kupanua barabara ta rodi feri dala. Wameweka rangi yaaoeaawabooeeapai wameweka watu wasifanye maendeleo yao, kumbe hawana hela. Katibu Mkuu, wameweka

kwa swala la barabara tunaungana wote pamoja, barabara yetu ni mbovu kutoka nyamaje kuja Utete, na leo asubuhi tumemwambia katibu mkuu maendeleo yanachelewa kwa sababu ya barabara. Tumechukua hatua, na mheshimiwa rais alipokuja kwenye ziara tumemwambia juu ya hiyo barabara, na mheshimiwa mbunge angekuwepo angesema kwamba wameshaongea, na kwa mheshimiwa Magufuli anafanya ziara kuja kuitembelea barabara yetu kwa hiyo ndugu katibu mkuu, kwa kweli barabara ile ni mbaya, na mwenyewe umepita umeiona, lakini tumefikisha mahali na nawokotao wanajua. Kwa hiyo naomba ndugu wananchi watulie, barabara ikatengenezwa kwa kiwango kinachostahili. Asante sana, na mimi ni shahidi. Leo asubuhi ndugu Nurudini kaniambia, Utete mji wa zamani, umeme upo, lakini bila barabara mji hauko.